Ashaabu yuridu iskatu nidhamu, wakaanzamana waka kwa slogani ya kwamba raia wanataka kudondosha utawala na raisi yaondoke, lakini hakuondoka. ya kinyonge kilichokuja kuwatokea leo, waulizeni watu wa Yamani, wana pesa, wana maisha mazuri, lengo lao limetimia. Sababu kama hizi ndiyo sababu sasa zimeanza kuzunguka katika nchi yetu. Chama kimekaa madarakani muda mrefu zaidi ya miaka sitini, lakini nchi ni maskini na raia ni maskini. Kwa hiyo tuandamane? Mna uhakika mkiandamana mtayaondoa hayo? Mna uhakika mtapata kile mnachokitaka? Mtawala gani wa kisiasa anakubali kuondoka kinyonge, asiuwe watu, asidhulumu, asipige? Nani ataondoka hivi hivi? Mnadhani tutakutana mahala kama hapa tukiwa kwa wingi huu? Ndugu zangu katika imani, tusichezee amani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa kama neema. Tunakubaliana, ziko changamoto yako, mapungufu mbalimbali yaliyopo katika utawala, kwa kuwa utawala unasimamiwa na wanadamu. Lakini ni kweli changamoto hizi na mapungufu haya ndiyo yatufikishe katika maandamano na nchi kuvurugika? Hamuoni ndugu